Mkuu wa wilaya ya Longido mkoani Arusha Salum Kali amewatembelea umoja wa jane kata ya Engarenaibor ikiwa idadi yao ni 247 wenye wastani wa umri kuanzia miaka 30 hadi 58, ili kusikiliza na kutatua changamoto zao. Jofa Peter ni mwenyekiti wa wajane wilaya hiyo, amesema wengi wao hukata tamaa na kujikuta wanaingia katika matendo yasiyofaa, hivyo ipo sababu ya kuanzisha umoja huo kwa wilaya nzima ili kusaidiana kuondokana na changamoto za kimaisha. Mkuu wa wilaya awali, ya yote tunamshukuru Mungu sana kwa kuja kutusalimia na kutuona sisi umoja wa jane kata ya Engarenaibor na Mungu akubariki. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi umoja wa jane kata ya Engarenaibor tulianza kukutana tarehe 13 mwezi wa 4 2025 kwa umoja wetu wote baada ya mwenyekiti wetu Jofa Pite Katani ambaye ametuunganisha ili tuweze kuwa na umoja kwa ajili ya kutia, kutiana moyo pia na kusaidiana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi wajane ambao idadi yetu kijiji cha Mairoa ni sabina, sabina tatu kijiji cha Sinoni sabina moja, kijiji cha Ngoswa sabini, kijiji cha Karao wapatao 29 jumla wa, wako 247. Kati yao ni wale wenye miaka hamsini na nane hadi wenye miaka thelathini ambao wameachwa na waume waume wakiwa wadogo na, na kuwa wategemezi sana. Lengo la kuanzisha umoja wetu ni ili tuwe na sauti ya pamoja katika wilaya ya Longido, tukijua kwamba mheshimiwa rais Mheshimiwa Rais wetu anatujali makundi tofauti tofauti, ambayo na kutaka kuja kuwaona kina mama wajane ambaye mimi nilikuletea taarifa yao nikakwambia kwamba tulianzisha umoja wa wanawake umoja wa wanawake wajane katika tarafa ya Engarenaibor, lakini tumeanza katika kata hii ya Engarenaibor kwa sababu e, mimi katika kupita vita kwangu, na mimi tayari nimeshakuwa mjane niliona umoja wa wanawake ambao umeanzishwa katika sehemu nyingi ikiwemo Morogoro ikiwemo Dar es Salaam hata na Arusha, lakini nikasema kwamba eh, kwa nini sisi tubaki nyuma wakati tunaye kundi hilo eh, nafuu mimi nikaanzishe ili nasi tuweze kuwa na umoja eh, tukae kwa pamoja tusaidiane, kwa sababu ndio tutakuwa na sauti ya pamoja, kwa sababu tukikaa hivi kama umoja wetu ni rahisi sana kumpata mtu ambaye atakuja kukushika mkono na ni rahisi kumpata mtu ambaye atakutia moyo. Kwa hiyo unaoona leo mkuu wa wilaya hapa ni wajane, lakini ni wengi, tutakusomea ka taarifa kidogo ambayo tuliandaa ili uweze kusikiliza na kuweza kujua kwamba kumbe kuna wajane wengi, kwa sababu eh, ukiangalia sisi kabila letu la, la Kimasai unamkuta mzee mmoja ameoa kwa mfano tu wanawake kumi, sita, akija kutangulia mbele ya haki anawaacha kundi kubwa ambayo kuna wakubwa kuna wasichana wadogo. Unaona hapa tuna wasichana wadogo kabisa ah, nikitolea mfano ule msana use mama yenu, nikitolea mfano huyu huyu, msichana ni mdogo sana, na alikuwa ameolewa na, na baba mmoja ambaye alitangulia mbele ya haki ambaye alikuwa ni mzee mkubwa sana, aliwaacha wanawake kama sita akiwemo huyu ndio mke mdogo. Kwa hiyo tulisema kwamba tukianzisha umoja wetu e, tutapata faida kwa sababu sisi wenyewe tutasaidiana, halafu mm, tutapata watu ambao watatuunga mkono, tunaweza kutukaanzisha vitu vingi ambayo itaweza sisi kuwasaidia kutusaidia kama sisi wajani. Kwa hiyo tumesema kwamba kwa umoja wetu tuangalie kama tunaweza tukakaa tukajipambanua tukaondoa changamoto hizo kwa wajani kwa sababu inawezekana. Kwa sababu, sababu angalia hata ina, inaendelea mpaka unaenda mpaka una, unaingia katika mambo mengine maovu kwa ajili ya ujane ulionayo nayo, kwa aa ah, wasichana wadogo e, kwa sababu kuna kuriziana mume wako akifa, kuna watu wanaotaka kukurizi kukuoa, lakini mi nimesema vitu kikaa kwa pamoja, tukielimishwa, tukikaa kwa umoja wenyewe na kujuana na matatizo yetu tutaachana na matatizo hayo. Kwa kwa hiyo, mkuu wa wilaya tukaribisha sana uongee na kina mama. Na tunakushukuru kwa kweli kwa sababu tumeona upendo wako umekuja kuwaona, lakini tunataka sana jambo hili la wajane liende wilaya nzima, tuwe na umoja wa wajane katika wilaya nzima. Mimi nilikuwa mwenyekiti wao wa wajane, tutaendeleza jambo hili lifike wilaya nzima, ili tuweze kuwa na sauti ya pamoja. Nashirikiana naye sana katika kata yetu ya Engarenaibor e. Kwa hiyo tunakukaribisha sana mkuu amepigania kuanzisha huu umoja wa wajani katika tarafa ya Engarenaibor lakini na wilaya nzima. Na leo nashuhudia na, na waona maana yake ni mtu anayejali sana nyinyi, na nyiye muwe na maendeleo kama watu wengine, na nyinyi muwe na maisha bora kama watu wengine, hata kama haya aliyoyasema kwamba mume wako alikuwa na wake kumi alikuwa na wake watano wake sita, lakini Mwenyezi Mungu kamchukua, akatangulia mbele za haki, nyinyi mmebaki, kubaki kwenu nyinyi. Ndio maana sasa si tunawaangalia kwa karibu, tunawasikiliza kwa karibu, tunashirikiana na nyinyi kwa karibu. Huyu hawezi kuwaacha na Serian, muda mwingi anataka kuhakikisha kwamba mko pamoja naye, na mimi leo nimeungana na nyinyi tukiwepo na mkoa wa shule kama mnavyoona. Lakini na kuungana na huyu mkuu wa idara wa hamiaji gamba amewaeleza hapa. Mimi nimekuja kwenu kwanza kuwatia shime kwamba mimi niko pamoja na nyinyi, na mimi hapa namshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye ndio ameniteua na kunileta Longido nije niishi na nyinyi, nikae na nyinyi, niwasikilize nyinyi, niungane na nyinyi na nyewe mpate ustawi wa maendeleo kama watu wengine. Kwa hiyo mmenifahamu kupitia kwa Mheshimiwa Rais, na mimi nitaungana na nyinyi, kwa sababu Mheshimiwa Rais anatamani kuona kila mtu anakaa kwa amani, anaishi kwa utulivu, anashirikiana na sisi kwa pamoja, kama ana jambo lake tunashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo msiwe wanyonge, Mheshimiwa Rais anawatambua, anatambua umuhimu wenu na ubora wenu ndiyo maana tuko pamoja na nyinyi kuhakikisha mambo yenu yanakwenda vizuri. haya ambayo yamesemwa na kwenye taarifa yamesemwa hapa. Rai yangu kwenu, na mimi niendelee kukuomba sana dada yangu Jofa, uko hapa sasa ni wakati mwafaka, tengenezeni uongozi wa tarafa, uongozi wa wilaya upo, mpate mwenyekiti, mpate katibu, mpate mweka hazina, mfungue akaunti akaunti yenu iwepo pale, na mimi nataka niwaambie katika tarafa ya kwanza ya Engarenaibor, mtakapokuwa mmefungua akaunti, na mimi nitakuja kuwawekea hela kwenye akaunti yenu, ziendelee kuwepo kule. Mimi nitawatafutia milioni moja, tutaweka kwenye akaunti yenu, ili kama mna jambo lenu la kufanya mtalifanya kama mnataka kwenda mahali kusafiri, tutahakikisha akaunti imetuna imenona. Kuna siku mtakuja kuchungulia, mnakuta akaunti ya mama wajane iko milioni kumi, milioni ishirini, milioni ngapi? Kwa sababu baadaye mtakopesheka tu kupitia huyu Jofa, mtakopesheka na mtakopesheka, ntawasimamia kwa sababu katika maelekezo ya mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, halmashauri inakusanya fedha, mapato ya ndani tunatenga asilimia kumi, tunawapelekea kinamama, tunawapelekea vijana na watu wenye mahitaji maalumu. Sasa kumbe kwa kinamama wajane wako vijana wenye miaka thelathini, wako mabinti hapa basi tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemchukua wa mme wake, mume ambaye alikuwa na wake kumi. Kumbe miongoni mwa wake kumi, wako miongoni mwa wake ambao walikuwa na umri chini ya miaka arobaini, chini ya miaka thelathini, ndio hawa ambao wameonekana hapa. Sasa wakiunganishwa kwa pamoja, wanaingia pia kwenye ule utaratibu wa kukopeshwa ile asilimia kumi, waipate waweze kufanyia shughuli. Alafu nyinyi mna eneo zuri sana, unajua ukija Engarenaibor kama ni mji kasoro bahari. Mji umekaa vizuri, kuna utulivu mzuri, kuna upepo mzuri, hapa watu wanalima pia kwenye hili eneo hapa. Tuna mnada hapa, tunataka mnada tuujenge huo wa kisasa. Kinamama mtashinda hapa. Sisi hatutaki ule mnada wa gurio la kila Jumanne. Sijui kila Alhamisi. Tunataka la kila siku. Una budi kuja ofisini kwetu. Mara ole yere ni ni ndo Kenya. Tena ina lolo le wa Tanzania na lazima bila ngo ngo. Kama ni raia wa Tanzania, unataka kwenda kusalimia ndugu zako Kenya, inabidi uje ofisini kwetu. Tamaa hiyo ni la leo na ari angalenda ntoyie inonok natii enkalo e Kenya naa mpaka piilotu ena opis ai paisho kibali nilotie kwa hiyo mnatotaka kwenda kuasalimia ndugu zenu kule au mnatotaka kuenda kuuza mbuzi wenu au ng'ombe, basi mje mpate kibali ili muweze kwenda kule. metete jo ora keyo pookin tini ni lor bisil la la mi hendare ni ni yula lo ne ngopi sai lotu mai wolo lo lo na hicho kibali kinakuwa kimebeba jina la rais. na ore na kibali nikinjori na kana fer na kana rais kwa hiyo ukipata tatizo lolote kule Kenya merenilovirumenyamwalitidiale Kenya kwa kupitia ile passport yako unayokuwa nayo tangara kina passport noni ara. Inabidi serikali ya Kenya ikusafirishe kukuleta Tanzania tanzaniaaraevirumenya mwalitidialo Kenya. Wale bwana yanafika kwa Maria na hizo. Na ile ilekea. Kwa hiyo ni vizuri mnapoenda kule basi msipite hizi njia za panya hapa. Tunajua ipo njia ya panya hapa mnakatisha tu hapo, wasiwasi mnaenda kule. Merere do eleleka kemavi ulo unaopoken amukirinia hiyo ngambo rokombe. Kwa hiyo msiwe mnakatisha pale, kwa sababu ukipata tatizo kule hautaweza kuhudumiwa. Amtenilo na ndo mmenya mwalidi ya Allah ni mridume ndo mtangara ke leo ofisi. Ni vizuri sasa mwe mnakuja ofisini kwetu.